He he. Sasa imagine anafanya hamasa mpaka usiku sawa, anafanya hamasa mpaka usiku alafu katika matawi ambayo yapo nje kidogo ya mji. Huyu jamaa anastahili kupongezwa, mimi nisiwe mnafiki. Kazi anaofanya ni kubwa. Lakini vile vilevile anakwenda kuweka historia, kwa sababu mimi mwisho wa siku nimeshatoa tathmini yangu nikasema, Simba huu mchezo anaenda kushinda. Zanzibar inasemaje kwanza? Hakuna ha, shida tumekunywa chai na karafuu chai ya karafuu tunaita na chapati za samli, basi raha, burudani, tunasubiria tu mechi ifike tuone historia inavyowekwa. Mnyama anaenda tena, uh, fainali kwa mara nyingine, kwa sababu ameshawahi kwenda, lakini hii inakuwa ni kwa mara nyingine. Kwa hivyo, kwa nini sisi ambao tuna uwezo wa kuzifanya tusizifanye kupitia hivi? Mimi nitapublicate au nitatengeneza documentary ambayo ni published pamoja na video kwa ajili ya kuspread kitu ambacho Simba wamekifanya, records ambazo wameziweka, jinsi gani ambavyo wamekuwa tofauti, fainali yao inatofautia inatofautia inatofautia inatofautia na vipi na fainali ya Yanga na vitu kama hivyo, nitavipublish pale, lakini pia nitagusia swala la Simba kuingia top 4 ya vilabu bora barani Afrika, ambalo swala hili watu wanalichukulia poa poa, kwa sababu Simba kafika timu ya kwanza kutoka East Africa toka dunia hii kuumbwa. Inakuwa Simba kuingia kwenye top 4 ya vilabu bora kimya kimya. Sasa sisi kazi yetu ni kupublish ili ule ukubwa wa simba hata mtoto mdogo aone kwamba hii timu ni kubwa. Naam, bwana mtazamaji wa Simba Fans TV, tumefunga safari mpaka hapa New Amani Complex, sehemu ambayo wekundu Msimbazi Simba siku ya tarehe ishirini ya Aprili hii elfu mbili ishirini na tano wanakwenda kusaka heshima eh, ya kwenda fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Safari inaanzia hapa visiwani Zanzibar nakwenda kumalizikia pale nchini South Africa. Niko na wana Simba eh kuzungumza so, maili matatu lakini kabla sijakwenda kuzungumza nao niko naye Heavyweight Dullah. Mwamba kweli kweli huyu basi unapomsikia yeye eh, ujue ni fakti tu hapo na madini yanasemwa. Eh, Bara Heavyweight mambo ni aje? Wema, ndugu yangu mambo anasemaje? Kari uko poa? niko vizuri namshukuru Mwenyezi Mungu. Eh, Zanzibar inasemaje kwanza? Ah, Zanzibar hakuna shida, tumekunywa chai na karafuu eh, chai ya karafuu tunaita na chapati za samli basi raha burudani, tunasubiria tu mechi ifike tuone historia inavyowekwa mnyama anaenda tena, uh, fainali kwa mara nyingine, kwa sababu ameshawahi kwenda, lakini hii inakuwa ni kwa mara nyingine. Kwa hivyo eh, mambo yanakwenda, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kabla hatujakwenda kuzungumza ambacho kinatuleta hapa, kumetolewa eh, taarifa na shirikisho la soka Tanzania, kwa maana ya TFF, ikitoa baadhi ya hukumu pale tunaona mwana kuna, kuna, Simba toka Mohamed Khamis na yeye eh, akiwa ni miongoni mwa wale ambao wamekumbwa na rungu la TFF, faini ya uh, milioni tano, eh, lakini pia wapo wengine ambao eh, faini pia zimewakumba. Kwa msemaji wa upande wa pili huko, hiki ambacho kimejitokeza mara baada ya ile hukumu ya awali ambayo ilitangazwa, binafsi, kwanza umekipokea kwa namna gani? Ah, unajua mimi kwa upande wangu ni si, of course ili jambo limetokea leo, lakini naona kama sio muda wake Amenielewa sababu yani sasa hivi mimi nianze kumzungumzia labda alikaa mwesu amepigwa faini ya milioni tano. Mimi nafikiri sio muda wake. Kwa sababu pamoja na kwamba limetokea leo, sinielewi vibaya. Kwa sababu mimi jana nafikiri we shahidi tulikuwepo kwenye hamasa za, za Simba kwa ajili ya kuweza kufanya coverage ya matukio. Nafikiri umeona jinsi gani ambavyo Ahmed Ally amefanya kazi kubwa. Na kwa bahati mbaya kila ambapo Ahmed Ally amekuwa akifanya kazi kubwa kuna kwa kunatokea matukio mengine ambayo yanazungumziwa zaidi alafu inajikuta ule ukubwa ambao, uh, ukubwa wa kazi ambao inafanywa na Ahmed Ally unakuwa hauzungumzi. Yaani naweza nikasema kwa sababu mimi, mimi binafsi sawa, nilipokuwa kwenye ile hamasa sawa, sababu tumetoka pale, tulienda tawi la kwanza la kwa juni lilikuwa kaskazini, ni mbali kutokea hapa Amani Stadium mpaka kule, ni, ni distance ndefu sana. Sijui ni, ni distance ya kilomita ngapi. Tukafika pale, mlikuwa majira kama ya saa sangapi saa sa kumi kumi hivi, umenielewa? Tukatoka hapo Ahmed Ally ameongea ya na wana Simba, si unanielewa? Tukatoka hapo tukaunganisha kwenye tawi jingine liko bumbwini, bu, bu, bu, e, liko bumbwini sawa. Hilo tawi la bumbwini lilipo na, na la kwanza ni distance ndefu kidogo sawa, lakini hakuishia hapo, akatoka hapo akaenda kwenye tawi la tatu, lilikuwa linaitwa nikumbushe mbuzini. Umeelewa? Mbuzi, bu, mbuzini. Huko mbuzini ni sehemu ambayo yaani, sema ya ndani kidogo, lakini yeye hakujali, yeye ameenda pale, amewafuta wanasimba wa ndani ndani, ambako mimi mwenyewe nilivyo nilivyoona kwanza, nilishangaa, ni kama ni kama sehemu fulani wanaita shamba, ni shamba kule, si ndio? Amefanya kazi kubwa. Imagine tunarudi kwenye kwenye gari sawa, kwenye gari sa, la waandishi waandishi wako hoi, yaani Yani, wamechoka, wanalalamika wa eh, se leo tu saa mbili na nusu ndo wanafika, ama anaenda. Imagine kuna kuna tawi amefanya hamasa usiku, liko achana na mbuzini. Mbuzini, mbuzini, mbuzini. mbuzini, mbuzini ili... Mbuziko, ah, ile ile la mwisho ni mbuzini he. Sasa kuna moja hatujalitaja lile ambalo lilikuwa porini sana bumbuini bae. Bumbuini eh, ehe, kwa daktari kwa huko Dr Husaini Ali ehe, sasa imagine anafanya hamasa mpaka usiku. Sawa? Anafanya hamasa mpaka usiku, alafu katika matawi ambayo yapo nje kidogo ya mji. Huyu jamaa anastahili kupongezwa. Mimi nisiwe mnafiki. Kazi anayofanya ni kubwa. Lakini vile vile anakwenda kuweka historia kwa sababu mimi mwisho wa siku nimeshatoa tathmini yangu, nikasema, Simba umchezo anaenda kushinda. Anaenda kushinda katika majini ambayo hata itamsaidia yeye kuweza kuwa na matokeo mazuri na atakayompa nafasi ya kuweza kuwa na mechi nyepesi katika e, eh, raundi ya pili. Maana yake Eh, mechi ya pili sawa. Kwa hiyo zawadi pekee ambayo Ahmed, labda inaweza tukachukulia tuka, tuka, tuka, tuka, kama faida au kama zawadi ambayo inaendana na kile anachokifanya ni Simba kwanza kufika finali, kwa sababu itakapofika finali automatically e, kutakuwa kuna nafasi ya Simba kuweza kufikiria namna gani ya kuweza kuondoka na ile kombe, sababu lipo ndani ya uwezo, sababu watu walikuwa wanasema Zamalek alikuwa anampa zamale, nafasi Zamalek kutoka zamale, mwanzo wa msimu unakumbuka eh? Watu walikuwa anampa nafasi Zamalek ametolewa, lakini imagine Zamalek Zamalek ukija kuangalia performance yake kwenye michuano ya CAF Champions League ukikompea na Simba. Nimeshazungumza sana, nikasema Simba pamoja na kufika kwake robo finali katika kila edition anaoingia group stage. Hili jambo Zamalek limeshawahi kumshinda na limemshinda mara nyingi sana. Kwa sababu toka 2008 na mpaka tunazungumzia 2023, katika kipindi ambacho Zamalek ameingia makundi mara kumi ameenda group eh, robo finali bara mara mbili lakini hakuishia robo, by the way ameishia mpaka finali. Mwaka elfu mbili kumi na sita kafika finali kafungwa na Mamelod, mwaka elfu mbili na ishirini kafika finali kafungwa na Ahli, lakini mara zingine katika yani, manake katika kumi nane zote ameshindwa walau kwenda robo finali. Simba anakuwa anafika robo finali kwenye kwenye kila edition anaoshiriki kwenye group stage, iwe kwenye shirikisho iwe kwenye club bingwa. Tafsiri haraka haraka, ile heshima ambayo Simba inapewa hapa nchini si haiendani na ukubwa na vitu vikubwa ambavyo Simba amekuwa akivifanya. Sijui kama wananielewa pointi yangu, yani Zamalek inasemwa vizuri zaidi, pamoja na kwamba kufika robo ni ngumu kuliko Simba ambayo huwa inafika robo fainali kwenye kila edition ambayo inashiriki kwenye michuano ya CAF competitions. Kwa hiyo kuna heshima fulani. Nimezungumzia mambo haya mawili, nimezungumzia hamasa ambayo Simba wamefanya ambayo hii hamasa naweza nikasema huyu huyu Ahmed Ali jinsi hichi kitu ambacho amekifanya, mimi naweza nikampa ile tuseme, nikampa ile heshima kwamba ya kusema thamani ya hiki anachokifanya na sio tu kutambua. Naweza nikasema Ahmed Ali ni mtu ambaye kwa Afrika hapa yani ni version ya peke yake kwa kazi anaofanya ya yani, naweza na kakuhakikishia wallahi billahi Ahmed Ali kazi anaofanya kwa Afrika kwenye, kwenye ngazi ya klub. Kwa kazi yake anayofanya kwenye ofisi ya habari, jinsi anavyohamasisha mashabiki Afrika hii na kuwa pia sawa, yuko peke yake yani, yuko peke yake. Anajua huko nyuma washa kupita watu wakajipa ile kwamba tuzo, si mimi nani, mimi nimefanya hivi, mtu anajisifia anajaza uwanja Simba. Simba kaanza kujaza uwanja 2023, huko, si unaelewa, kitambo, umeelewa. Lakini anarokambia kama, lakini imagine, angalia huyu jamaa anavyofight kwa kwa hadhi yake, angeweza kukaa kwenye ofisi yake anapigwa na kiyoyozi, lakini imagine kanzu ile alivaa kanzu nyeupe inaroa jasho, anaingia ndani kuhamasisha Wanasimba. Kwa hiyo huyu ni version ya peke yake, na mimi nilikuwa natamani sana siku moja apewe heshima na ustahili huyu, asifananishwe na wasemaji wengine wote. Huyu ni version ya Afrika hii, yani achana achana na Tanzania, sijui East Africa, Kenya, wapi, Afrika hii inavyozungumza. Naongea nikiwa na, na akili ya Afrika hii inavyozungumza, Ahmed Ally ndo ndo, ndo ndo msemaji bora zaidi, si unanielewa? Samari kwa sasa hivi currently, lakini kwa Tanzania naweza ngasema huyu ndo msemaji atakayekuwa ata, ata na, na uwezo wa kuwa msemaji bora wa muda wote wa Simba Sports Club, kwa sababu kwanza rekodi zinamvuta, walikuwa sana na gundu na gundu, huyo hapo anaenda finali, rekodi zinamvuta na possibly, ilikombe Simba wanaweza kupita nalo, akawa yeye ndo msemaji ambaye kwenye, eh, kwenye maisha yake ametoa kombe la CAF sawa. eh, kuna possibility hiyo na ana deserve yani kwamba unajua ile kwamba mtu amefanya kazi alafu mwisho wa siku unaona e, kama credit credit, yaani ya, kuna ile kwamba mtu anapata, unafanya kazi wewe credit napewa mimi, sio, unanielewa? Kwa mfano kwenye mataji unakuta wachezaji fulani wamepambana uwanjani alafu taji anapewa mchezaji aloka benchi nini, wote mnapewa mnahesabika wote, yeah. Sasa huyu Simba wakichukua taji la, la kombe la shirikisho Ahmed Ally anastahili kupua credit zote, kwa sababu kapambana kani, katoka hapa kaenda sijui Bumbwini kaenda mbuzini kaenda wapi hivyo, umeelewa ya Ahmed Ali huyo amechukua bana, mtazamaji wa SFTV, huyo ni Heavyweight Dullah akiwa anatambua na kuzungumzia kile ambacho anakifanya afisa habari ama meneja wa idara ya habari na mawasiliano kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba, Ahmed Ali ama semaji la kafu eh. Heavyweight, mm, namna ambavyo hamasa na mwitiko wa Zanzibar kuelekea mchezo huu tangu umefika hapa upoje? Mm, upoje kwa namna ambavyo umeutazama, kwa namna ambavyo nimeutazama Uh, kwanza naweza nikasema huku wana Simba wapo wale wenye mapenzi yale ya Simba, kindaki ndaki na Simba uh, lakini vilevile vile, kuna kitu nime, ne, kupitia ilo swali lako ulioniuliza nataka niongee kitu kimoja cha ziada. Ile ile kwenye swali lako, kuna kitu hapa Tanzania sikioni ambacho mimi sasa naamini Mwenyezi Mungu kwa uwezo walonipa, kuna hicho kitu naweza nikakifanya mimi mwenyewe. Sawa? Mimi nitaandaa nitaandaa kitabu pamoja, kiwe ni kitabu pamoja na video documentary ambayo itazungumzia safari ya Simba Sports Club kwenye michuano hii mpaka fainali. Nitazungumzia ndani ya hicho kitabu, nitaweka vitu ambavyo na uhakika mtu hatovipata sehemu nyingine yoyote zaidi ya hicho kitabu nitazungumza jinsi ambavyo Simba imefanya rekodi ambazo Simba wameziweka, ambazo hazizungumzwi, ikiwemo kumtoa timu kutoka Misri ambayo imeshakutangulia bao mbili nilisema, yeah. Eh, rekodi hiyo imekuwa mara ya tatu tu, Simba inakuwa ndio timu ya tatu. Mara kwanza ilikuwa mwaka 1975 mwaka timu ya pili kumfunga timu ya Misri ambayo imemtangulia goli mbili ilikuwa mwaka 2018 Simba inakuwa timu ya tatu. Maana kwao wamefungwa mbili Misri, kila mtu kwenye aa, Simba kashatoka, Simba kashatoka, anakuja anapindua matokeo, anakuwa timu ya tatu Afrika nzima kwa timu ambazo zimetanguliwa goli mbili dhidi ya timu kutoka Misri kuweza kushinda. Hizi record na zingine nyingi ambazo Simba wameziweka, nitaziweka kwenye official document. Alafu hii ni sio kwa sababu yoyote ni kwa sababu ya ku unajua Simba ni timu ambayo watu wanai underrate sana. Sasa mimi kwa sababu ninaona kuna vitu ambavyo havizungumzwi, mimi nipo kwenye nafasi ya kuzungumza, sitaki kuwalaumu ambao hawazungumzi. Mimi mwenyewe nitazungumza na naamini nguvu ya umma itanisaidia kufikisha ujumbe, mimi naamini hivyo. Nitatengeneza vitabu, nitatengeneza document na nitaanza kuangalia jinsi gani ya kuzisupply na nitatafuta watu ambao watakubali kuungana na mimi kwenye hii safari. Nitaweka record mpaka magoli mangapi Simba amefunga nje ya box, ukikompea na michuano hii, timu ngapi zimefunga magoli ya nje ya box, jinsi ambavyo Eli Mpanzo ameperform na perform vizuri, ukilinganisha na wakongomani wengine wote barani Afrika wanaocheza michuano hii, hamna anayemfikia Eli Mpanzo kwa performance. Vitu vyote nitavizungumza hivyo. Then nita establish Uh, publication ambayo ita identify ukubwa wa Simba na naamini nitaweka katika lugha mbili Kiingereza pamoja na Kiswahili, ili hata wale watu ambao wanaipa heshima nje ya Tanzania waweze kunufaika na kile kitu ambacho nitakiweka pale. Kwa hiyo hicho, hey, ni kitu ambacho hey, nitakifanya na Mwenyezi Mungu anijalie tu niweze kuiona Simba ikiweka historia kufika finali na kutoa taji, kwa sababu ikitoa taji kazi yangu itakuwa nzuri zaidi, na nitakuwa uh, nitakuwa na nini, lakini vilevile hata hii hamasa ambayo Ahmed Ally amekuwa akiifanya jinsi ambavyo amekuwa akihamasisha, anavyoenda matawini, anavyochomwa na jua na vitu kama hivyo vyote, nitaviweka na kusema eh, eh, msemaji bora zaidi kuwahi kutokea Tanzania, nimemshuhudia mimi kwa macho yangu yani, unajua unajua, unajua kuna wachezaji wengine tunawasikia eh? Yeah, wachezaji wao uh, kuna mchezaji fulani alicheza miaka 90 wewe unatamani at least ungemwona. Sasa wewe leo jivunie Simba Sports Club, unaiona Simba inafika finali, unamwona msemaji bora zaidi kuwahi kutokea Tanzania. Miaka ya mbeleni huko ukua... Watu wanakuja kuhadisiana, kulikuwa kuna msemaji anaitwa Ahmed Ally, alikuwa anapita kwenye matawi, alikuwa anafanya hivi, alikuwa anafanya hivi. Wewe umepata nafasi ya kumshuhudia kwa macho yako, lazima sisi tufanye kazi kubwa ya ku kwa sababu hata kipindi hata kipindi nchi inagombania uhuru, sawa, kulikuwa kuna watu ambao walianzisha ile wanaita eh, movement kwa kupitia maandiko, si ndio? Sasa kama inatokea hizi kazi wenyewe wanazo wanalipwa mishahara hawazifanyi kwa nini sisi ambao tuna uwezo wa kuzifanya tusizifanye? Kupitia hivi mimi nitapublicate au nitatengeneza documentary ambayo ni published pamoja na video kwa ajili ya ku spread kitu ambacho Simba wamekifanya, records ambazo wameziweka, jinsi gani ambavyo wamekuwa tofauti, fainali yao na, ya, na, tofauti, to, tofauti ya na vipi na fainali ya Yanga na vitu kama hivyo nitavipublish pale, lakini pia nitagusia swala la Simba kuingia top 4 ya virabu bora barani Afrika ambalo swala hili watu wanalichukulia poa poa kwa sababu Simba kafika. Timu ya kwanza kutoka East Africa toka dunia hii kuumbwa inakuwa Simba kuingia kwenye tofu ya nah, vilabu bora. Nah, kimya kimya. Sasa sisi kazi yetu ni kupublish ili ule ukubwa wa Simba hata mtoto mdogo aone kwamba hii timu ni kubwa. Hata mtoto mdogo asema, "Ai bana hii hii ndio timu." Kwa sababu kumekuwa kuna propaganda nyingi za kudododesha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anijalie hivi vitu nilivyokutajia. Inshallah tutashirikiana na wadau ambao watakubali kusapoti. Eh, then tutafanya hicho ambacho nimekwambia. Bana, mimi ni kushukuru sana siku chote. <laughs> siku bado zipo na tutaendelea kuzungumza na hili ambalo, eh, umelizungumza SFTV eh, inshallah na sisi tunaamini tunaweza kutoa sehemu ya hiyo kulipeleka, ili kuzungumza ukubwa wa Simba, kuzungumza ukubwa wa Wanasimba na vile vyote ambavyo wanavyovifanya. Ah, haina shida ndugu zangu, enyewe mmekuwa mstari wa mbele, tutakuwa pamoja, haina shida. Ah, shukrani.